Katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni na waziri wa usalama nchini Burkina Faso, Mahmud Sana amesema idara ya utekelezaji imefichua njama ya kuleta machafuko. Akizungumza na waandishi wa habari, Sana amekemea mbinu hizo zinazokusudia kuhatarisha usalama wa nchi hiyo, kukomeshwa haraka. Waziri huyo amesema kulikuwa na mpango wa magaidi wa Aprili 16 katika shambulio dhidi ya kiongozi wa Burkina Faso na kundi la wanajeshi walioandikishwa na maadui wa taifa ameongeza kwa kuwataja Meja Joan Compaore na Luteni Abdramane Bari, maofisa wawili wa zamani wa jeshi ambao wapo Ivory Coast waliotaka kuivuruga serikali ya nchi hiyo. Kazi ya umakini wa idara ya upelelezi imedhihirisha njama kubwa inayoandaliwa dhidi ya nchi yetu, lengo kuu ikiwa ni kuleta machafuko makubwa kwa nia ya kuweka nchi chini ya uangalizi wa shirika la kimataifa lenye uwezo wa kurejesha udhibiti katika kipindi cha miaka kumi au ishirini, kutegemea wachochezi. Inapaswa kutajwa kuwa wabongo nje ya nchi wote wa kwa Ivory Coast. Huduma za kijasusi zilifuata ujanja ambao kwa mujibu wa mpango wa wapiganaji wa magaidi ulikuwa ufikie kilele cha Jumatano Aprili 16, 2025 kwa shambulio la rais wa Burkina Faso na kundi la wanajeshi waliosajiliwa na maadui wa taifa hilo. Wanajeshi wengi wakiwemo maafisa wawili wamekam iliyopita baada ya kushutumiwa na wafuasi wa serikali ya kijeshi kwa kupanga kuvuruga serikali. Traore ameahidi kurejesha usalama, lakini serikali yake aghalabu anadaiwa kuwanyamazisha wapinzani. Utekaji nyara na kukamatwa kwa watu kinyume cha sheria umeongezeka. Mwaka jana, Kepteni traore alidai Ivory Coast ilikuwa kituo cha operesheni ya kuivuruga Burkina Faso na kuahidi kuchukua hatua kwa wahusika wote. tangu mwaka 2015 na Faso imekuwa ikikumbwa na ghasia za wanamgambo kutoka kwa makundi yanayohusishwa na kundi la Islamic State au Al-Qaeda. Mimi ni Dorothy Gabo, UFM.